Mwaka elfu mbili na ishirini na tano watu wengi sana wanatengeneza pesa nyingi sana mtandaoni. E, lakini kusema ukweli mimi side hustle za mtandaoni ambazo nilikuwa nafanya, e, na naendelea kufanya mpaka sasa asijafanikiwa kuanza kutengenezea pesa. Leo nataka nikushirikishe safari yangu ya kweli kabisa katika kutafuta extra income pasipo kupaka sukari. Tafadhali baki hapo hapo. E, naamini kuna kitu utakifunza katika hii video. Lakini pia subscribe na follow kwa upande wa Facebook ili tuende pamoja. Kwanza kabisa ningependa kukupa listi ya kazi za mtandaoni ambazo nimefanya na naendelea kufanya mpaka sasa. Ya kwanza kabisa ni Facebook. Hii ni side hustle moja ya watu wengi wanatengeneza pesa, yes. Kwa mfano, mimi nina page tatu, mbili ziko active, lakini moja nime stop ku post. Natafuta mtu wa ku manage kwa sababu nina mambo mengi, na hiyo ina 6.3k followers kwa maana ya followers elfu sita mia tatu na hapa hamna hata page moja ambayo imekuwa monetized. Japo e, maendeleo ni mazuri na page zinakua, nina uhakika nitakuja e, kuwa monetize siku sio nyingi. Ya pili e, ni YouTube na huku ndo pagumu sana. Na mpaka sasa na subscribers zaidi ya sabini eh, na kusema kweli sina papara na sina haraka na kupata subscribers ama views, lakini nina uhakika nitafikia monetization kwa sababu huo uwezo ninao. Lakini pia ninafanya forex. Nina mwaka sasa tangu nianze na nimepata hasara kadhaa. Lakini bado najifunza na, na ninatafuta experience na nina uhakika nitapata uzoefu na nitafikia profitability one day. Ninafanya pia freelancing katika site ya Fiverr na nimetengeneza matangazo mawili e, moja ni tangazo la e, transcription na jingine ni tangazo la translation from English to Kiswahili. Nimefanikiwa kupata impression kadhaa e, na message pia, watu wanitafuta wanataka tufanye kazi e, lakini kwa e, sababu ambazo ziko nje ya uwezo wangu sijafanikiwa kupata order moja ya pesa. The reason why ninakwambia haya ni kwa sababu nataka ujui kwamba na uamini kwamba hauko peke yako, kuna watu pia ambao bado hawajaanza wa kutengeneza pesa kwa kupitia side hustle za mtandaoni. Na kuna changamoto nyingi sana ambazo nimekuwa nikipitia katika kuhakikisha nafanya hizi side hustle. Na ya kwanza katika hizo ni muda. Mimi nimeajiriwa na nafanya kazi so, natakiwa kupanga sana ratiba kwa ajili ya kuandaa mambo. Nimejaribu kupunguza vitu vingi sana ambavyo nilikuwa nafanya na havikuwa vikinipa faida yoyote. Mimi naita poor habits, kwa mfano social media scrolling na scroll Facebook, Instagram, TikTok, YouTube na mambo mengine ambayo havina msingi, lakini pia kucheza magemu na kuangalia movies. So baada ya kupunguza hivi vitu eh, nimepata muda wa kufanya kazi zangu especially usiku kabla ya kulala. Changamoto nyingine ni competition hasa Facebook na YouTube. Eh, kuna content creators wengi sana lakini, pia kuna freelancing, kuna watu wengi sana ambao wanafanya, eh, shughuli ambazo mimi pia nafanya, lakini pia ni mbili japo hii, eh, ni changamoto ya muda tu ambayo ninaamini siku sio nyingi, eh, naweza nikaachieve kama nikapata kila kitu ambacho kinahitajika katika kutengeneza maudhui katika hii safari ambayo nilitamani kuanza muda mrefu sana lakini, eh, nikaishia kuanza mwezi uliopita kwa maana ya Mei, nimejifunza vitu vingi sana. Kwanza, hamna pesa ambayo unaweza ukapata kirahisi rahisi, rahisi. You have to work hard to get money. Na especially kutengeneza pesa mtandaoni. Ni safari ambayo inahitaji uvumilivu, consistency na nidhamu ya hali ya juu. Pia kuna umuhimu wa kupangilia ratiba zako vizuri. Kama umebanana sana e, itabidi ufanye mchakato uchague kitu kimoja tu ndio ukifanye kwa ubora zaidi. Trust me, kuna nguvu ya kuanza unaposema nitaanza kesho, siku zinazidi kusonga, muda haukusubiri. Na unaweza ukaanza na kitu kimoja kati ya hivyo, na nitakuelekeza jinsi ya kuanza taratibu, kuliko kubaki na bad habits ambazo kimsingi hazikutengenezei chochote. Ningependa kusikia kutoka kwako Umejaribu saidi haso gani, na je imeshaanza kukulipa kwa kiasi gani? Tafadhali niandikie kwenye comment, tushauriane kwa pamoja, na mtu ambaye bado hajapata saidi haso aweze kupata mwanga ama sehemu ya kuanzia. Kama bado upo kwenye safari eh, kama mimi, usikate tamaa kwa sababu uko peke yako. Tupo wengi ambao bado hatujaanza kutengeneza pesa mtandaoni wa kupitia saidi haso. Usisahau kusubscribe na kufollow Michongo Legit, na hii ni safari yangu ya kutafuta saidi haso inayolipa vizuri mtandaoni.